Mrikia njia tusaidie katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tuketi. Asubuhi leo ninapenda tuanze ibada kwa kujifunza somo linaloitwa ukiri wa utajiri au ukiri wa mafanikio. Ukiri wa mafanikio, ukiri wa mafanikio. Biblia inasema kwa mdomo wako utakula, kwa kinywa chako utaangamia. Kuna nguvu katika kusema. Wakati Mungu anaomba dunia, wote tunajua inchi ilipo ukiwa tena utupu, akasema na iwe nuru na ikawa nuru. Unapoenda kusema giza lolote mbele yako linaondoka kwa sababu moja. Kitabu cha Zaburi, naomba ukukupisana mstari, Zaburi 37 mstari wa nne ni mstari moja kukumbuka sana kwenye maisha yako. Ninaomba kama una Biblia upige mstari vizuri, anasema umkabidhi, anasema nawe, mstari wa nne, thelathini na saba, nawe wa nne nne, nawe utajifurahisha kwa Bwana naye atakupa haja za moyo wako. Umkabidhi Bwana njia zako pia umtumaini, naye atafanya mambo matatu. Moja, anasema utajifurahisha katika Bwana. Ngoja nikwambie, unaweza kuwa kulika siku nakucha, asubuhi kwenye ibada, mbona sioni matokeo? Upendwa katika Bwana, huko kunaitwa kujifurahisha katika Bwana. Unapoendelea kuwa ndani ya Mungu ukamtumikia kwa bidii na usikengeuke kushoto wala kulia, Mungu ataku a haja za moyo wako. Manake ni kuna watu wanasema wanaishi kwa sababu wa ya majaliwa, sijaona huo mstari kwenye Biblia. Lakini naujua mstari ambao unaosoma leo unaniambia kuna haja za moyo wa mwanadamu na haja za moyo wa Sako haziwezi kufanana na haja zako, mi sijui ya haja zako ni nini na wala hazinihusu, lakini Mungu anahusika na haja zako na nia ya yake aweze haja za moyo wako, yale matarajio uliyonayo katika moyo wako. Baba kinisaidia, nahitaji hili, nahitaji hili, nahitaji kwa ajili ya maisha, nahitaji kwa ajili ya uchumi, nahitaji kwa ajili ya afya yangu. Mungu atakupa haja za moyo wako, lakini anakwambia ule mstari wa tano ni lazima umkabidhi Bwana njia zako. Ni lazima unapotoka nyumbani, unakucha asubuhi kwenye ibada Lazima uwe na jambo angalau moja. Tunapoenda kwenye maombi, tutakapomaliza sema, omba mwenyewe maombi yako, unalipeleka mbele za bwana kwa wiki nzima, mpaka unaliona. Tunaposema omba, maombi yako usiende na upepo, jifunze kutotembea na upepo. Chukua nafasi ya kujiuliza ndani mwako, ni na nini nataka mungu akifanye katika kipindi hiki, ili zile haja za moyo wako kila unapoingia naomba nikwambie, dakika tatu tano ambayo tunaziomba kwa maombi binafsi zinakutosha kuweza kutokezea mambo makubwa kwa wiki nzima. Dakika tano kwa siku, maana yake ni dakika zaidi ya thelathini kwa wiki, kwa ni nusu saa nzima. Nakiombea kitu kimoja, usio maombi ya kukurupuka, maombi ya kurupuka kupayuka, ambao ume mara umechenda na topikii, mara umebadilisha umekwenda na hili, mara umekwenda na lile, mara umekwenda na lile, naona kuwa uchelewu unakwendaje? Kolina, natamani kuwe na kitu kimoja ambacho baada ya maombi ya pamoja kama tumeomba kama kanisa, tunaposema dakika hizi, satumia nafasi ya kuomba maombi yako, liombee kwa dakika chache, liombee unapolichukua kwa mwezi mzima, ni masaa matano kwa mwaka mzima, ni masaa thelathini Unaombea hicho kitu bila kukoma, mpaka ukiona kinatokea. Sasa wewe leo ataombea, kesho anageuka nyuma, anaombea kingine. Naomba nikwambie wewe, numbani mtu anayepayuka payuka Awezi kupata chochote kwa Mungu tunayemtumikia. Kwa jitahidi uweze kumuomba Mungu kwa sababu ya makini, na pia ufanye makini, yaani uweze kutoka asubuhi, unaomba Mungu kwa ajili ya uchumi, baadaye unaanza kulalamika hali ni ngumu sana. Naomba nikwambie, angeende hivyo awezekani. Mdomo unaopokea chakula huo ndio ukaenda kwenye choo? Lazima mdomo wako kama umezoea kupokea chakula, basi uwe unafanya mambo ya Mungu uwe na-aana kujizuia ulimi wako usiongee mambo ambayo sio sahihi. Uwe na kujizuia ulimi wako hii mambo ambayo Mungu ameyasema kwenye maisha, kwa sababu kitabu cha Yohana sura ya tatu wa Yohana watatu sura ya kwanza mstari wa pili anasema nayajua, au anasema mpenzi, napenda ufanikio katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwe. Maeneo makubwa matatu ya maisha mwanadamu, ya mwanadamu yanahitaji mgeuko. Roho yako iwe na nguvu, uwe na uwezo wa kumwomba Mungu hata utapokuwa na pesa nyingi, uwe na uwezo wa kuendelea kumwabudu Mungu hata utakapokuwa na neema nyingi, uwe na uwezo wa kumwishia Bwana hata utakapopata baraka yingi, kwa sababu wote tunaokuwa katika ibada ya asubuhi, na omba nikwambie, muda tu Mungu atayabariki maisha yako, Mungu atakupa heri za dunia, Mungu atakupa heri katika maisha naakwelea. Mungu sio dhalimu Mungu uwajalia neema au amcha usiku na mchana, juhudi yangu ya kumtafuta Mungu sio kule. Mungu ni mwaminifu na atatenda, katika jina la Yesu. Haleluya! kwa asubuhi ya leo, tutaenda kuwa na makini kama sita ya kuweza kukiri mambo mbalimbali kwenye maisha na kumuomba Mungu yaweze kutokea, na umwamini Mungu kwamba atafanya, kwa sababu yeye aliyeahidi si mwanadamu yeye aliyeahidi ni muaminifu na atatenda zaidi ya vile tuwazavyo na tufikirivyo. Kitabu cha Wakolosai tatu ishirini anasema na ashughuliwe Mungu awezaye kufanya mambo makuu mno kuliko vile tuwazavyo na tufikirivyo katika nguvu itendayo kazi katika Kristo Yesu. Hiyo nguvu leo ipo na atuongei maneno matupu, tunaongea uhalisia wa Mungu juu ya maisha yako. Ninatamani upembe kwa nguvu, na kujua kwamba kupitia ibada hii Mungu ataenda kufanya mambo makubwa ya kutisha sana. Haleluya! tuimbe pamoja wimbo namba Ninakiri kwamba dunia na vyote viijazavyo ni mali ya Mungu. Dhahabu, fedha, udongo, ewa, miti, milima, mabonde yote ni mali ya Baba. Yesu Kristo ndiye mrithi wa maisha haya. Yesu Kristo ndiye mmiliki wa mali za Baba. Na Yesu ndiye mmiliki. Na kwa sababu nimemwamini Yesu, mimi ni mrithi pamoja na Kristo. Ninakiri kwamba mali za ulimwengu, utajiri wa ulimwengu ni mali ya Yesu Kristo, si ya adui. Ninakiri kwamba kifo cha Yesu Kristo kimenipa mimi neema ya kupokea baraka zote za Mungu kama mrithi pamoja na Kristo. Ninakiri kwamba na kwa jina la Yesu Kristo la hai, chochote ambacho adui amenipia, nafasi yoyote ambao adui ameniibia utajiri wote ambao adui ameniibia, leo kwa jina la Yesu ninaamuru: achilia baraka zangu, achilia afya yangu, achilia watoto wangu, achilia vipawa vyangu, achilia biashara yangu, achilia kazi yangu Kuzimu tapika leo, achia baraka zangu, achia neema zangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ninaamuru asubuhi leo. Nguvu yoyote ambayo inanizuia nisipokee urithi wa Mungu, ewe nguvu, huna mamlaka, achia leo, achia afya yangu, achia uwali wangu achia baraka zangu. Mimi sio maskini, mimi ni wajuu, mimi ni tajiri, mimi ni wa baraka, mimi sio wa laana. Toka, achia maisha yangu, katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu ninaamuru kuanzia leo, nikimfunga yule mkuu wangu, ninamfunga. Achia njia yako, achia mikono yako kwenye mlaki wangu, kwenye baraka zangu kwenye mujiza wangu shindwe kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaamuru urithi wangu upate kurejea, kwa ule utaji, ule mali ambazo Mungu alihusu kwa ajili yangu, na adui ameziba, leo lechesha kwa moto katika jina la Yesu, lechesha kwa moto katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya kubangaiza, ninakataa roho ya kupuyakapuyaka, sitaki, kwa jina la Yesu. Akili yangu efata, akili yangu efata, akili yangu efata. Ninakataa kuwa mjinga, ninakataa kuwa msembe, ninakataa, ninakataa kurudi nyuma, katika jina la Yesu. Ninakiri kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, jina langu linasoma mbinguni. Mungu ananifahamu kwa sababu amenipa neema, na hata leo mimi nitajiri sana. Mimi siyo masikini. Mimi naafya jema. Mimi siyo mgojwa. Mimi ni mzima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninapokea urithi, urithi wa Baba. Baba yangu sio masikini. Baba yangu ni tajiri. Baba yangu siyo myonke. Baba yangu ana nguvu. kuanzia leo ninameligi katika roho pamoja na Kristo Yesu. Ninakataa kuwa mnyonge, ninakataa kuwa chini. Ninakili kwa juu, ninakili kuinuliwa katika jina la Yesu. Nguvu yoyote ambayo imesimama mbele yangu kwa miaka mingi, ningine miaka ishirini, ningine miaka kumi, ninanikandamiza chini, leo achia maisha yangu, achia mai wangu, achia afya yangu, sikutaki

Achia miujiza yangu katika jina la Yesu. Roho yoyote iliyoiba furaha yangu, lechesha kwa moto. Roho yoyote inazuia maombi yangu, toka sikwa milele katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninakiri sawa na neno lako kwamba nitajifurahisha katika wewe, na ninapojifurahisha wewe utanipa neema ya kupokea yale ambayo ni matarajio ya moyo wangu, utajiri heshima viko ndani ya nyumba yangu. Baba umesema katika Zaburi mia moja kumi na mbili moja mpaka tatu kwamba napokuja kanisani, napoamua kutumikia mimi, utajiri utakuwa kwangu, mali zitakuwa kwangu. Mbona hazionekani hivyo? Kwa jina la Yesu ninajua kuna muovu wameingia, anazuia utajiri wangu, anazuia na mawazo yangu leo futa kwa tas. Ninakataa umaskini, ninakataa kunyaswa katika jina la Yesu. Baba umesema katika kitabu kile cha Kumbukumbu ya Torati sura ya nane mstari wa kumi na nane kwamba nitakukumbuka wewe. Leo nimekuja kukumbuka, wiki zote nakuja asubuhi, ninakukumbuka Bwana, lakini umesema wewe utalipa nguvu za kupata utajiri leo ao ukumbuke rehema zako. Nimechoka na masikini, nimechoka na maisha yakuka maisha na hitaji msaada wo. Nipe mnako wa kupata mpenyo wa kuinuka kimaisha, wa kupata utajiri, wa kupata mali katika jina la Yesu. Naomba msaada, maana wewe ni Mungu ambaye ubadiliki, rehema zako ni kuu kwangu. Roho aliyosema siwezi kuwa tajiri leo nimenyamazisha kwa sababu baba yangu ni tajiri. Yesu Kristo alifanyika maskini, mimi niwe tajiri. Ninakiri kwamba Sako anamiliki mali. Sako ni tajiri. Sako si wa kawaida, kwa, kwa maana ndani yangu kuna uugwa kuona, ninauga kama mtoto wa Mungu. Baba yangu ni tajiri. Baba yangu ni mmiliki wa mbingu na dunia. Baba yangu anamiliki mali zote zinazoonekana yote upoko wote ukuhapa aye baba yangu nikokwanzia ni ya. <tipulimusim> <appetit. tipulim> ya. Leo ninamiliki miliki zangu, ninakataa ile roho inaonyesha maisha yangu katika jina la Yesu, achia njia uzini ile roho ya nyumba baba yangu, roho ya nyumba mama yangu, leo ninaifuta kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba nikiinua mikono juu kama kuna tabia yoyote ya kimaskini ndani yangu fitika kwa jina la Yesu. Baba, niumbie moyo mpya nifinyange, Bwana nikamnyanyasa tu, nikamkemea tu, na neema zako Bwana na upendo wako usiokoma, e Bwana ache kitabu cha Mithali kumi na nne ishirini na nne. Umesema Bwana kwamba mimi nimewekwa taji ya utajiri, umenipa taji ya mali. Leo ninaiona, ninakiri kwamba elfu mbili na ishirini na sita sako ni tajiri sana. Sako hata uuo magonjwa sako kila anaolifanya litafanikiwa nina tabiri Sako mwenye mamlaka, Sako mwenye pesa, Sako mwenye nguvu, katika jina la Yesu natabiri juu ya. na tabiri juu ya maisha yangu kwamba sita nataenane, kwamba Mungu ataniponya magonjwa yote, kwamba mikono yangu imebarikiwa, kila matane nina heri. Nina katazo ya uzembe, nina katazo ya uvivu. Ninaomba neema ya Bwana, nipe hekima, nijue wapi kufichwa hazina na kwenda huko katika jina la Yesu, ninajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo kwaba kwa pamoja na kwamba alikuwa ni tajiri lakini kwa ajili yangu alifanyika maskini, ili mimi kupitia umaskini wake nipate utajiri. Hivyo, ninakiri kwamba mimi ni tajiri kwa sababu Yesu alichukua umaskini wangu. Ewe umaskini, unangoja nini? Kufa leo, toka kwenye akili yangu, toka kwenye mawazo yangu, toka kwenye tabia yako. Shindwa kwa jina la Yesu. Baba umesema, ee Mungu wa Israeli, kwamba wewe ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, katika malisho ya majani mabichi mati. Utanilaza, utaniongoza katika njia zake, japopita katika bonde la ukuyo mauti sitaogopa mabaya, kwa sababu wewe uko pamoja nao, gogo lako na fimbo yako vyanifarishi. Baba, najua leo kupitia mipaka hii umeandaa meza kwa ajili yangu na kikombe changu kinafurika. Asante, umeandaa meza mbele ya watesi na kikombe changu kinafurika. Baba, nakushukuru kwa sababu kwa makiria leo naandika historia mpya. Huyu Sako sio maskini tena, huyu Sako sio mgonjwa tena.

Baba nakushukuru, asante mwana umetii, asante mwana wenshi, asante mwana wifanya. Wewe ni Mungu, asante napo kiauzu napo kiarema kati, katika jina la Yesu. Baba nakushukuru, ombea kwa jina Baba liponye taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Baba liponye taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Baba liponye taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Baba liponye taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Tunaombea kanisa kwa. Tunaomba kwa jeu shika. Wote ambao wamekuamini wewe na wanafsari Maria. Baba kwa. Walecheshe kwa. Wape kibali kwa waepushe na Baba, zile neema za maombi ya siku ya leo ukakutana nazo. Pia popote walipo, tunaomba ulinzi wa malaika. Baba, mapambano yote yanatokea juu yao, tunaomba upambane kwa jina walivye. Bwana wahifadhi, wape kibali kwenye maisha yao. Tunaombea wote Bwana hawa waliokuamini wewe, neema ya Mungu ya ulinzi ikamicemuji katika jina la Yesu. Avona, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uji, penzi yako itimizwe hapa duniani kama hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu ya kila siku, tusamee makosa yetu kama baba nasiawasamele, tukosea situtie katika majaribu, bali tuepushe na ulimwengu, kwani wako ni ufalme kuvu tukufu hata milele Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa mkuu wa Mungu na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika, Mungu, tini, so, maisha, na na fadhili za Mungu siku zote za maisha ya nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana nikutakia siku njema ya mshindi.